mengi sana kila mtu anaonyesha hisia zake yeah. lakini baada ya mkutano ule akijaongea chochote na wewe shabani labda nini kinaendelea mkutano bwana ushapita mkutano ushapita na kulikuwa kuna hoja za kujadili nadhani wanasimba wengi wameona sababu tulikuwa live na mkutano umepita tunashukuru Mungu ila kumalizikia ndio hawakumalizikia watu hawakulidia lakini kuna vitu vingi tulivijadili e, ila tulichokuwa tunasubiri kwa hamu kulikuwa kuna mabadiliko ya baadhi ya vifungu kwenye katiba yetu ambayo katiba ndio inatuongoza na inatupa muongozo wanasimba, pamoja na klabu yetu inaenda vipi. Kwa hiyo vile vifungu sita ambavyo vilisomwa na wanasheria na ile kamati ambayo iliundwa upande wa mwekezaji na upande wa klabu, baada ya kusomwa, baada ya pale kikao kikaja kuvunjwa, hapo ndo lilipoleta zilipoleta taharuki kwa wanasimba wengi, lakini inawezekana watu hawakupewa elimu mwanzo kwa sababu baada ya mwanasheria kusoma mwenyekiti kidudi kijiwe kwake kilivoli kijiti kwake akatuambia tu nyonyoshe, watu wakajitoa. Baada, baada ya kumaliza pale, then baadaye wakasema kwamba tufanye dua kwa sababu ya timu yetu, kikao kikavunjwa. Kwa hiyo watu wakaonekana wamepaniki, kwa sababu vile vitu vilivyosomwa na wale wanasheria, watu walihitaji ufafanuzi, na wao walihitaji waweke hata hoja zao, kwamba hapa sawa, hapa sio sawa, yeah, au hapa yeah, tujazie yeah, nini yeah. Eh, eh, yani tuweze kujazia lakini, mwenyekiti, sijajua kitu gani kilitokea, akaenda akaona bora amalize kikao. Inawezekana hatakuwa na uelewa wa lile swala ambalo lilikuwa limesoma pale, lakini mkutano umeisha. Wana Simba niwaambie e, na migogoro ya, ya muda mrefu wetu, tusaidie kupata matokeo. Tumeona siku ya mkutano kwa za mechi, baada ya kutoka kwenye mkutano kila mtu ana manunguniko, tumepoteza mechi na tuna mechi mbili za ligi dhidi ya ya Mbeya City tarehe nne, tuna mechi dhidi ya Azam tarehe saba. Mechi zote ni tafu, kwa hiyo target yetu na kile yetu sasa hivi tunaenda kurudi kwenye ligi ili tuhakikishe tunapambana tunapata point 6. Unahisi labda siku ile upande wa yeye kama yeye si nini alikuwa anahofia kwa wanachama wa, wa, wa wake, mpaka kutoruhusu maswali, kwa sababu wanachama wengi sana walikuwa wanatamani ile fursa ya maswali ije, lakini wengine wakaniambia, kwa anatuogopa, mwenyekiti anatuogopa kwa sababu anajua maswali gani ambayo tutakao kuuliza. Mimi kuna neno nimesema eh, inawezekana watu hawakuwa na uelewa kile kikao, ndio maana malalamiko na matumiko yamekuwa mengi kwa sababu Eh, kwanza wanachama ni wapongeza, walikuwa watulivu sana, wamefika ukumbini tena, ikidi ikidi ya wanachama. Ili mwanzo tulianza na kama watu mia sita nao mia saba baada ya muda mfupi tukaongezeka tukawa watu karibia yes, mia tisa na kwa hiyo eh, ni, ni wapongeza wanachama waliitikia na wamefika ukumbini wakiwa watulivu na walikuja na hoja zao za msingi kwa sababu ndio mkutano wa mwaka wa, wa, wa kufunga mwaka. Ina maana mnajadili mlichokipata msimu uliopita na msimu unaokuja. Watu walikuwa na utulivu mkubwa sana baada ya CEO wa klabu kuzungumza na baadaye mweka hazina wetu Suleimani akazungumza, ila kulikuwa kuna maswali ambayo yalihitajika yajibiwe ya kutokana na mwaka ul-ulivyoisha, na hiyo ni hoja ya msingi. Ndio maana ya kuitwa kuna mkutano, so umeitwa katika mkutano ukae tu upige makofi uondoke basi, lakini watu wameuliza hoja, kuna hoja zingine zimejibiwa, ila hoja walizokuwa nasubiri watu, vile vifungu ambavyo vimebeba msaafu wa klabu yetu ni katiba, baadhi ya vipengele vinabidi viingie kwenye katiba tutoke tulipo tuende kwenye hatua nyingine, vimesomwa vizuri, ila baada ya kusomwa watu hawakupata muda wa kujadili. Kwa hiyo kilio chetu ndo iko na iko kilio kimekuja kwa sababu leo kuna wengine wanachama wamekuja katika mkutano kuna wengine mashabiki lakini wanapenda wajue klabu yao inaendaje. Baada ya kikao, mimi nimejua na watu wengi hapa wanataka kujua, Shabani, kwenye ile mambo ya mmefikia wapi, sina la kusema na mwingine kwenye tawi lingine, naye ataulizwa na yeye hana la kusema, kwa sababu kasomewa, lakini hajajua kama kifungu kipi kina ki, kinanufaisha vipi upande wa wanachama, kifungu gani kinanufaisha vipi upande wa mwekezaji. Kwa hiyo hilo hata kulijua, ndio maana watu wameweka vilio, ila mimi narudia na, na, tena E, kwenye kujenga lazima mkwazane. Yaani swala la kukwazana kwenye kujenga ni kitu cha kawaida, na bila kukwazana ina maana hamwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mimi nadhani lishatokea lile, sasa hivi tageti yetu kwenye mechi, tusiongee mengi, tuhakikishe tunasaidia timu yetu. Shabani, moja ya kitu ambacho kilitokea siku zile, siku ya mkutano wa Simba, ni mwenyekiti kitu Mangungu kusema kuwa kuna watu hawana ugomvi na Simba, ila wana ugomvi na mimi hii eh, ujue, ujue, ujue uongozi wa wa Mzee Muktaza Mangungu umekuwa una una maneno mengi sana. Kwa hiyo kuna wakati kiongozi kama kiongozi unavumilia, baadaye ukashindwa kwa ukukamua useme umeona. Hata e, me, presidenti wa nchi leo ameongea hotuba yake, kuna vitu kavisema kwa sababu ya maneno ya watu wanaosema kasema tuko tayari kwa lolote, kama watajiandaa kwa tarehe yote tutafanya. Kiongozi kuna time kweli inawezekana itakiwa kusema, lakini kuna muda inakuzidi ile hali, ili utoe kwikwi kwi, lazima useme kile kitu ambacho kilicho kuwepo. Kwa hiyo mimi nadhani ile ilikuwa ilikuwa jazba, tuna tempa, ambapo ni kitu alikuwa nayo, akajibu maneno yale katika mkutano. Ila hayo tuseme yashapita, tugange gange ajaye. Naam, na yashapita, tugange, meshapita, ajaye, kwa sababu Simba baada ya mkutano mkuu, kuna sehemu zingine tunavikao tutaenda kusemana matokeo hatuja, inawezekana matokeo tumekubali au hatutokubali, kwa sababu hata ukisema ukatae, mkutano mkuu ushaisha na maamuzi yashakuwa kama yalivyo, ili iende katika mfumo ambao wawe utasikilizwa na swala lako liwe rasmi kuna sehemu Simba tunaenda kukaa vikao vingine. Kwa hiyo tutakapokaa vikao, tutajadiliana, tutaangalia kitu, kitu gani kifanyike ili tusongeshe klabu yetu mbele, sio kurudisha nyuma, na ndio maana swala la mkutano nimekwambia ni limeisha. Shabani, nataka mjue kitu kimoja tu kwa kumalizia mm, Wanasimba wanasema mkutano wa mfungu wa mzuri, inawezekana hiyo ndio ikawa sababu ya matokeo mabaya. Yeah, je, inamaanisha kama ikitokea mwenyekiti wenu akajiuzulu, simba itapata matokeo mazuri? maono ya kila mtu na kuchangia hoja kwenye hilo swala e, inawezekana akaondoka tukaharibikiwa zaidi, inawezekana akaondoka tukafanyikiwa zaidi hi. Kwa hiyo kilichopangwa mbele kinapangwa na Mungu, sio muktazama Ngungu wala sio Shabani. Kwa hiyo kama wewe mwana Simba, kazi yako ni kuhakikisha unaipambania timu yako kwa wakati wote, ifanye vizuri na ifanye vibaya S solution ya kwamba mtu fulani akiwepo si hatutofanyikiwa hatuto, hiyo ni maono yako. Solution ya kusema kwamba mtu fulani akiwepo hapa si ndo tutafanyikiwa? Ah, hiyo, ni maono yako, kwa sababu hata mzee wangu Mwina Mohamed Sef Kaduguda nanukuu, interview kwamba, hey, Simba, na nukuu alifanya kwamba yeye akiwa kwenye Simba hatuwezi kupoteza mechi yoyote, na nashukuru viongozi walisikia kilio chake. Vikao vya hapa karibuni vya bodi nimemwona mechi ya kwanza akiwa yeye katika hivyo vikao na wamemshirikisha. Tumechenda na Petro di Rwanda, tumefungwa nyumbani Benjamin Mkapa, lakini kuna watu walisema kweli akirudishwa Mwina Kadugunda tunafanyikiwa, lakini mpira hauko hivyo. Kila kinachotakiwa sisi wana Simba wenyewe tuhakikishe tupeane moyo na tupeane imani, ila kuna nimpongeze mtu mmoja aliona aliandika ali, ali, hoja ya ya kuhusu Simba aliyesimama logo ya klabu ya Simba ilikuwa Simba amesimama. Leo tu, leo logo ya klabu ya Simba kuna kichwa. Sasa watu wanahisi labda inawezekana Simba kakatwa kichwa. Sasa hivi kawa kiwiliwili, akipo ana kichwa kitupu, labda ndio maana Simba tupaji vizuri lakini hata kwenye logo yetu kulikuwa na nguvu moja, nguvu moja haipo. Kwa hiyo katika mkutano ule tumejadili vingi pamoja na hayo. Kwa hiyo, e, viongozi sasa hivi watulie, wahakikishe wanapambana tupate matokeo. Wana Simba wote wanachohitaji ni matokeo tu. Hawataki kitu kingine. Tupambane tupate matokeo. Tuna mechi ngumu zidi ya Mbeya City. Mbeya City kapoteza mechi mbili mfululizo mpaka kafukuza benchi la ufundi mpaka na dokta wa timu kafukuza. Atakapokuja na sisi, atakuja kitu kingine, tujipange, tukipoteza tutaharibikiwa zaidi. Yes. Bani tumepoteza michezo miwili kimataifa. Tumepoteza mchezo nyumbani, lakini vile vile tumeenda kupoteza ugenechi. Wewe unaona nini sababu ilopelekea nyinyi kupoteza michezo hiyo miwili? Wakati nilisema sadi sadi sad. Samarin ndo timu ya kuchukua pointi 6, matokeo yake nyini ndio meangusha pointi tatu kwao. Si tuna moyo na timu yetu na tunaipenda na tunachokifanya tunajua ni kitu ambacho kinasapoti timu yetu. Ndio maana unakuta hata kwenye eh, kwenye hutuba ya co wa klabu eh, mashabiki tumechukua sehemu kubwa ya mafanikio ya klabu yetu, tumenunua vifaa vya klabu, tunakata tiketi kwenda uwanjani na tuna support wakati wote. E, tumepoteza gemu, naweza nikasema nguvu moja imepoteza nguvu, imekuwa haina mwelekeo. Kabla ya hii mechi tumesikia viongozi wetu wa ndani wakilaumiana wenyewe kwa wenyewe kwamba kuna watu tukifungwa wanafurahi. Kama mwenyekiti wa bodi upande wa mwekezaji anasema kuna watu tukifungwa wanashangilia. Mimi Shabani ni nani niliyokuwa nje? Kwa hiyo kuna kuna hofu ilitanda hapa, na mpaka tunasikia maneno yale, wanasema ina maana inawezekana ndani kuna tatizo, na hili tatizo linawezekana ndio tunafanya sisi tupoteze mechi. Tumeona timu yetu imesafiri Mali, wengine wamebaki katika vikao, wengine wameenda Mali, lakini ukiachia hiyo, timu inaweza vili si mfanya kitu ambacho hatujawahi kukiona kikifanywa. Timu imeenda Mali, imetumia basi la la wapinzani tuliocheza nao, hatujawahi eh. Sasa toka pale tukaanza kupata ofa mbona kama kuna vitu haviko sawa, basi tunatumia ratimu tunazo nayo. Kuna shida gani, na, ila na viongozi walikwepo. Eh, sasa siri ya lile nadhani wenyewe viongozi wanajua, lakini sisi kama mashabiki tumekuwa pembeni ambaye tunaona kile ambacho kinachofanyika. Tulistuka na kweli ndio mtaji wetu. Mtu kama soa ndani ya box kabisa miguu minne anaenda anatoka mwenyewe tu, anakosa goli. Sasa inawezekana nguvu moja bado haiko sawa. Inawezekana kuna wengine humo ndani wanataka tupate matokeo, kuna wengine hawataki, na ndio maana unakuta mechi zetu na tena nafasi nyingi, lakini tunapoteza mechi. Kwa hiyo tunaomba viongozi, upande wa mwekezaji, upande wa wanachama warudishe nguvu moja, upande wa matawi upai, upande wa mashabiki turudishe nguvu moja, tupendane. Tumekutana kwenye mipira, tupendane kwenye mipira. Kuna maisha mengine hayo, tuwachie kila mtu afanye mwenyewe. Tukiwa kwenye Simba wote tuwe nguvu moja. Mimi ninavyosema na mwingine akisema tuchanganye nguvu twende tupambanie timu yetu. Tuna mechi zidi ya Mbeya City. Tukaze buti, tukapambane Mbeya City tumfunge. Tuna mechi ngumu zidi ya Azam. Hamna mtu asiojua Azam ubora alokuwa nao. Tukienda kitoto tutapoteza mechi tutapoteza zaidi. Nguvu moja lazima tupambane wote ndio maana nguvu moja. Nafasi bado tunayo ila lazima nguvu moja irudi. Bila nguvu moja hatutoboi kwa sababu kama Shabani anasema hili Joni anasema hili, Musa anasema hili, mwingine anasema hili, hatuwezi kutoboa iyo. Tukirudisha nguvu moja na Simba amesimama tunachukua pointi kumi na mbili vizuri. hana jasusi, hiyo ndio anasema propaganda kutaka mtu watu wake, kwa sababu jimu yake Mungu saa hivi kanyoosha kidole upande wao anafanikiwa ndiyo basi, lakini hana jasusi. Mimi sioni kama wanajasusi, sioni sioni kama wanajasusi, na kama kuna mtu anatoa taarifa za Simba basi anatoa taarifa hizo, hizo hizo za za kitoto kama Jesus, anatua, Simba, tusiju, kwa ma mara jezi ndo hii mara nini, lakini siri zetu za ndani kabisa hamna mtu anaweza kutoa. Ndiyo maana mpaka leo si si bora kwama kuikuwa kuna jasusi atatoa siri zetu simba tusijakuwa tiioa Tumetoka nafasi ya 80 ya, na tuko nafasi ya 5. Kama kuna jasusi ambaye ya anatujua tusije fika hapa. Kwa hiyo mimi nadhani hizo ni propaganda za kutaka kuturudisha chini na kutugombanisha wenyewe kwa wenyewe. Tuwe tu makini, tunapogombana, tunapofanya vibaya, wengine wakaenda kufanikiwa, ina maana wao ndio wanapata mafanikio zaidi yetu. Ndio maana nawaambia wanasimba, timu ya kwetu imezaliwa 36. Tushafungwa sana, tushashinda sana, tushapitia migogoro zaidi ya hii migogoro tuliopitia, lakini wazee, hamna geni. Wazee wetu walikaa chini, wakatafakari, tukaikuta kizazi hiki klabu na, na sisi tutoe hapa ilipo, tupeleke sehemu nyingine hiki kizazi, ili timu yetu izidi kufanya vizuri. Yusufu Kagoma hajaonekana, lakini vile vile katikati kumuonekana kubwaya, wengi watu wanamlilia, kwa nini haanzi, kwa nini acheze, kwa nini acheze? Una kitu cha kuzungumzia au una alifu ya kumwambia mwalimu kuhusiana na hiyo mchezaji? Mchezaji mzuri Yusufu Kagoma, mchezaji mzuri, hamna mtu asiyohitaji huduma ya Yusufu Kagoma, na akiwa katikati kila mwana Simba ana relax kwa sababu anajua mchezaji ambaye anakaba vizuri, ana, anapeleka mashambulizi, anafaa kuwa bora lakini siwezi kuingilia ya yani, kazi ya mwalimu yaani mimi taratibu yangu naheshimu kazi ya kila mtu, ndio maana hata nyoa andishi leo siko vizuri, lakini nimekubali kufanya interview na nyinyi kwa sababu najua na nyinyi mko kazini. Lakini kwa upande fulani, Kagoma ni mchezaji mzuri na tunahitaji huduma yake uwanjani, lakini hatujui falsafa ya mwalimu, staili gani anafanya mpaka Yusuf Kagoma na kaanje, sababu hata mechi iliyopita tumeona Yusuf Kagoma alikuwa kwenye benchi, lakini hajaanza na hajatoa dakika kwa hiyo mimi nadhani hayo mambo yote anajua mwalimu, ila tumwachie mwalimu kazi yake, sababu pale sio kuna mwalimu mmoja tu kwamba mwalimu mwalimu mkuu ambaye mwalimu alikuwepo sasa hivi beneja, lakini kuna mwalimu wa Tanzania Selemani Matola na kuna baadhi ya vitu anavifahamu. Sasa sijajua kwa nini Yusuf Kagoma anazia benchi hilo kwa kusema kweli, mimi nimwachie mwalimu mwenyewe, ni anajua ajisikia anafanya kwa mifumo yake, ina inawezekana akawatoshi, lakini mpaka mpaka akasajiliwa pale, kazi aliyoifanya ni kubwa. Sasa mifumo ya mwalimu uwaga inabadilika, ina, ina inawezekana mwalimu kwa staili yake alivyoona, anamwona atoshi, lakini kwa sisi wanasimba tuna imani na Yusufu na tumemwona kazi yake anayoifanya. Kwa hiyo hilo tuachie management ya klabu ya Simba pamoja na washauri kwa sababu timu ina- inawashauri, na kwenye benchi la ufundi kwa bahati nzuri, kocha msaidizi mzao, na anajua kikosi chetu na anamjua Yusufu, labda atajaribu kumshauri mwalimu kwamba huyu bwana yuko hivi na hivi, atapata nafasi na, na atatusaidia. Lakini mchezaji ambaye tuna mapenzi naye na kazi yake tuna heshimu, iko vizuri sana magoli yote bora nadhani Yakubu Sulemani kawafunga midomo. Hata kama tumefungwa, lakini watu wameona kazi aliyoifanya, kafanya save zamana, kaokoa penalti ambayo kila mwanasimba alijua tunafunga goli la tatu. e, kinachotakiwa wachezaji wetu wa, wa, tuwape nguvu sio sio nguvu. Leo napozungumzia Yakubu Sulemani na ndogo likipa namba moja mzawa Tanzania, yaani hata usemenini vitu na zingine hakuna, naona watu wanasikia Aishi Manula bora angekuwa yeye, amna zaidi ya yeye, lakini hata timu yake anaanzia benchi. Tumeona juzi benchi ngumu tafu kabisa dhidi ya Wydad kada kwa golikipa namba mbili ambaye ni Zuberi Foma, na Aishi yuko fiti na yuko kwenye benchi. Kwa hiyo na alikuwa jikwani sio kwenye benchi, kwa sababu golikipa namba mbili alikuwa Fofana. Sasa kama we mshabiki unasema Aishi zaidi ya Yakub Sulemani, kwako safi, lakini kwa sasa golikipa namba mbili